Ajanikatiamsala kweli akamsaidia dada yako, nikampatia ya pesa mkaa, nimekwenda kutafuta chenji, alikuwa na chenji kati nimekwenda kutafuta chenji ndo akaja sasa. Huyo kaka mimi muona ako ameshika chepe, alikuwa ameshika ilo chepe nayo pikipiki akaa inawaka moto. Baada ya kuja akamuuliza, "Kaka, hivi vipi, mbona uko nyumbani kwangu alafu sina taarifa kama kuna dada hapa ameniagiza mzigo?" Baada ya hapo akachomoa ufunguo wa pikipiki ile, kaka aka ananifuata sasa, mimi nilipo nimeshika ile chupa nataka kunikata na hapo, watu tayari mbao walikuwa wameshajaa wamekusanyana hapo, ikabidi wamzuie, ndio kurudi ndani kuchomoa ile paipu ya pikipiki ya mafuta kuiwasha na kuwaka, ndio wananifuata mimi tena, anataka kunifuata kwa nguvu anilete kwenye hiyo pikipiki ambayo imechomwa moto pamoja na mimi pia anichome, ndugu zangu. Tunaingia kwenye mahusiano tunaingia kwenye ndoa na watu ambao tunaamini ni watu sahihi kwenye maisha yetu, lakini hatujui nafsi zao zipoje. Mimi binafsi, sawa, najua ni kitu ambacho labda nilikosea, yani mpaka kuna muda nikiwa naongea na Lia na kwa sababu ni kitu ambacho naogopa binafsi. Kweli alikuwa hana taarifa kama ile kabati ilikuwa linakuja, lakini nilitamani mfanyia surprise, japo alikuwa anajua kabati litanunuliwa, lakini alikuwa ajui kama ndio jana linakuja. Kwa hiyo kitu kilichotokea sikutegemea kwa kweli yani, sikute. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio ilivyokuwa hivyo, kwa hivyo, hivyo, hivyo.